Yeah. Kuna jambo hili moja iangahia tuta kiisifie utaisifia kwenye matokeo tutakao yapata, oh romanfozi oh, matokeo yatupasi kwanza oh. wanaijua historia Yanga Afrika au wanaongea tu kwa sababu aaakuna tofauti za Yanga, kuna Yanga Afrika ni niaa wale mashabiki wa Yanga watuwache, sisi mashabiki tunamwelewa kocha hichi kinachoendelea, tunaijua nature za viwanja vya mikoani unapoenda kuapproach haujui, wameiendea vipi. Jana beasit wampaa kwenye kiwango chao, na tulisema wamefanya usajili bora na umewapa matokeo ya bilabila. Hawa ambao wamecheza nauli mia sita hamsini au elfu moja unarudishiwa mia tatu hamsini nauli nanaelewa, wameenda wametoka, droya moya moya moya moya, hawajasafiri